Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amejipata kwenye visa vya uvamizi zaidi ya mara kumi, mikutano yake ya kisiasa na hata ya ibada ikisambaratishwa na wahuni pamoja na maafisa wa polisi. Licha ya asasi za kiusalama kukemea matukio hayo, hakuna hatua za kisheria ambazo zimechukuliwa dhidi ya wahusika, wengi wao wakinaswa kwenye picha wakihusika kwenye uhuni huo. Huyu hapa Emmanuel Toro na taarifa zaidi. Kwa takriban mwaka mmoja sasa tangu wafurushi wa afisini kama naibu rais kinara wa DCP Rigathi Gachagua amewindwa kama swara haswa Jumapili anapohudhuria ibada kanisani <tri> hapo jana Jumapili, Gachagua akilengwa alimokuwa baadhi ya watu wanaodaiwa kuwa maafisa wa polisi wakirusha vitoa machozi ndani ya kanisa la ACK Witima, kaunti ya Nyeri. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen pamoja na inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja wakiahidi kuchukua hatua wa za kisheria dhidi ya wahusika. Licha ya kuonekana na hata kunaswa na picha kadhaa, hakuna ripoti ya waliokamatwa na kushtakiwa zaidi ya saa 24 baada ya kisa hicho. Jumapili tarehe 11 mwezi huu, majuma mawili tu kabla ya kisa cha udhaya, kinara huyo wa DCP pia alijipata pabaya, tena wingu la gesi ya kutoa machozi ikigubika kanisani waumini wakisalia roho mkononi. Tarehe 9 Januari mwaka huu katika eneo la Kagio, kaunti ya Kirinyaga, msafara wa Gachagua tano ulishambuliwa katika eneo la Sagana, baadhi ya magari yake yakiharibiwa, Gachagua akifika mkutanoni akiwa amejihami juu chini, akiwa amevalia kofia hii maalum na magwanda haya <coughs> siku moja kabla ya kisa hicho, vijana kadhaa waliojihami kwa marungu na mawe walionekana wakikabiliana mjini Nyeri, wakivuruga msafara mwingine wa Gachagua. Visa vingine dhidi ya kinara huyo wa DCP ni kiwemo mashambulizi alipokuwa katika kampeni kule Narok Town, katika eneo la Shamata, kaunti ya Nyandarua, mwaka mmoja uliopita Aliporejea kutoka Marekani. Licha ya kuahidi kuwachukulia hatua wote waliohusika kwenye vurumai hizo, hakuja kuwa na hatua dhabiti kutoka kwa serikali, serikali ikikanusha madai ya kuhusika kwenye uhuni huo, baadhi wakimwelekezea kidole cha lawama Gachagua, wakidai ni mwigizaji hodari wa sarakasi za kujidunga mwiba mwenyewe. Emmanuel Toru, runinga ya Citizen Nairobi.